<laughs> Na wabiaga kanisani ni karata na mari mari apata potea tagulini, wamama wa guild ya IPCA miaka mingi tu. Yeah? Wameokoto okoto from nowhere wamekuja ili ku, ku, kushagiria tu mtu tu akae tu relevant kwa watu. Angalia picha namba 2. Fita mama wa guild wanafaa wanafaa kujistiri. Lakini nyinyi hawa mmewakota tu kuja tu kupayuka. Walevi tu ndio mnawaleta mnawapea tu pesa. Just remain relevant. Kwa sababu ya pesa mujulikane mko. Eh? Yeah? Kanisani kumekuwa ni kamare mare na karata, wachawi wagaga wesi, ni biashara tu inaendelea kanisani. Watu waamke, watu wachagamke, wa wajue kuna Mungu biguni. Bwana Yesu awabariki. Asanteni sana. <laughs>